Vision 2030. Madini ni maisha na Katibu Mkuu Wizara ya Madini Injinia Yahaya Samamba amesema hadi kufikia tarehe ya Juni 28, 2025 Sekta ya Madini imekusanya maduhuli ya kiasi cha shilingi trilioni 1.063 ikiwa imebaki siku moja ime tu kukamilisha mwaka wa fedha 2024/2025. Amesema hayo Juni 28, 2025 wakati akifunga bonanza la Wizara ya Madini lililowakutanisha pamoja watumishi wa wizara na taasisi ambapo wameshiriki katika michezo mbalimbali ikiwemo mbali, mpira wa miguu, pete, riadha, kuvuta kamba, mchezo wa kukimbia na magunia ambapo timu na watumishi walioshinda katika michezo hiyo wamepewa medali na vikombe. Mwaka wa fedha 2024 kwa 2025, sekta ya madini ilipangiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni moja ambazo zimeingizwa mfuko mkuu wa serikali. Katika mwaka tunaomaliza mwaka, pamoja na mambo mengine, tumepata mafanikio makubwa sana. Tunamsikia Mheshimiwa waziri akihubiri mara kwa mara, lakini kikubwa kikubwa kabisa tumeweza kufikia lengo tuliowekewa la kufikisha asilimia kumi ya mchango wa wizara kwenye GDP. Mwaka elfu mbili ishirini na nne tuliwekewa lengo, kufikisha mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini sisi tunaweza kufika mwaka elfu mbili na ishirini na nne mw. wa kufikisha asilimia kumi pointi moja Sio jambo dogo, uzuri wetu mtu umesoma, tunaelewa maana ya kucontribute asilimia moja ya GDP. Sisi kama wizara tumeweza kutekeleza dira na malengo ya serikali ya kuwezesha wizara kufikia lengo hilo. Hii yote sio waziri, sio katibu mkuu, sio viongozi, na sisi wote kwa pamoja tumeweza kutekeleza hilo. Jambo lingine kubwa ambalo tumeweza kufanya kuhakikisha kwamba tunaisaidia nchi yetu kuwa na hazina ya madini. Tumekuwa na uchimbaji muda mrefu toka enzi za ukoloni, tumekuwa na uchimbaji kupitia private sector na taasisi zetu za serikali STAMICO, etc na hatukuwahi kuwa na hazina ya madini katika nchi yetu, lakini ndani ya muda mchache kwenye uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan a kukusanya mpaka kufikia jana tani tano nukta saba ya dhahabu, kuonyesha ukienda sahizi kwenye Google, ukisearch nchi kumi bora, nchi ambazo zina hazina ya dhahabu, utaikuta Tanzania ulo unaweza kuikuta ipo kwenye nafasi ya nane kama sikosei ya sita zile kilo zilizoandikwa utakuta ni kama vile ni takwimu ambazo hazijakuwa updated, lakini tuko update kwa takwimu ambazo unazisema za mpaka jana za 5.7 utaona tunasogea kwa nafasi kubwa sana kwenye Afrika kwenye top 10 za nchi ambazo zina dhahabu. Sio jambo dogo, mara imuos, yes, na walioko Tume ya Madini tutajua ilikuwa ni namna gani tumeweza kupambana ili kuhakikisha kwamba wa wamba wachimbaji wa kati na wachimbaji wadogo wanaweza kutekeleza takwa la kisheria na kuacha asilimia ishirini ya madini yanayochimba hapa nchini kwa ajili ya refineries na kununuliwa na BOT. Hili sio jambo dogo, ni jambo kubwa ambalo sisi wote kwa pamoja tumeweza kulifanya. Huwa natoa mfano kwamba unapokuwa na gari inatembea, unaweza ukahisi sehemu ya maana sana kwenye ile gari pengine ni matairi sababu matairi yakizunguka ndio gari si ndio? Au unaweza ukaona kwenye ile gari kwamba lile bodi, mwonekano wa gari jinsi ilivyo, ukaona ndio sehemu ya msingi sana, na wengine udhani kwamba injini ndio nauwa sehemu sana bora ya gari, lakini watu wanasahau kwamba kuna nati ambayo imefunga tairi ile. Nati ikichatuka, nati ikiregea, lile gari halitoki hapa fika pale. Uko haraka haraka ukiambiwa taja sehemu kumi za gari hauwezi kutaja nati. Na namaanisha nini? Hata anatufagilia katika ofisi zetu mchango mkubwa sana. Haya mambo mawili ambayo nimeyasema katika <coughs> tunaweza tukanadi haya mafanikio mpaka tukapoteza muda mwingi, lakini Mheshimiwa Waziri amekuwa akisema sana kubwa zaidi katika Tupiutu, katika nchi yetu tumeweza kukusanya trilioni moja point kwa mwaka huu ambao kuna mwaka ambao hata angalau tumesogelea bilioni mia tisa nafikiri rekodi za mwaka jana tuliishia bilioni mia nane si ndio mia saba hamsini na sita lakini katika mwaka huu tumeweza kukusanya mpaka takwimu za jana zaidi ya trilioni moja pointi zero sita. Hiyo ni wastani wa bilioni themanini na tano kila mwezi. Ndugu zangu, unaweza ukaona ni jambo dogo. Kumbukeni hakuna mgodi mpya ambao umeanzishwa, kumbukeni hakuna projekti mpya ambayo imeanzishwa, ambayo ina nani, inachangia katika pato toka ule mwaka ambapo Uh, mheshimiwa rais ameingia madarakani lakini kutokana na mheshimiwa rais kutia nguvu katika sekta ya madini kuhakikisha kwamba kile ambacho tunaomba, especially budget tunapewa, kuhakikisha kwamba vile vifaa vya kufanyia kazi tunavyoomba tunapewa, utaona kwamba tumeongeza nguvu na ajira ambazo mheshimiwa rais ameziruhusu katika sekta ya madini, tumejipanga vizuri na tumeweza kukusanya trilioni moja point ambapo hatukuweza kuikusanya katika miaka iliyopita. Ndugu zangu, sio jambo dogo, tunahitaji kujipigia makofi. Sasa naomba niishie hapo kwa maana ya mafanikio, kwa sababu naongea kitu ambacho wote tunakifahamu, lakini nilipenda niwatumie nafasi hii kuweza kuwakumbusha, niweze tu kusema kwamba mabonanza haya tutaendelea kuyafanya kwa ajili ya afya zetu, lakini kikubwa ajili ya mshikamano na umoja ambao unatusaidia kama kurudumu letu la kuweza kutufikisha kwenye mafanikio haya pamoja na mengine ambayo sikuyataja. Niwaombe sana, nitoe rai, unapokuwa Tume ya Madini, unapokuwa GST, unapokuwa TEITI, unapokuwa TGC, unapokuwa Wizarani, sisi wote tunafanya kazi chini ya Wizara ya Madini Usijione, unapokuwa GST ukajiona sio sehemu ya Wizara au ukamuona jambo linaenda kumtokea mtu wa Tume ukaona ah, acha kutokee, sio mimi. Jambo linaloenda kumwathiri mtu aliyoko TGC ni jambo ambalo kwa aina moja au nyingine litakurudia wewe ambaye uko STAMICO. Wewe ni ombi sana, unapomuona mwenzako hata taasisi anapata changamoto kwenye eneo fulani, lichukue kama changamoto la wizara niia mmoja wetu. Mara zote nimekuwa nikisema na huwa nasisitiza, tunapokuwa tunapendana, tunapokuwa wa umoja, tunapokuwa na ushirikiano, basi katika mazingira yoyote yale tutaweza kuyashinda na tutaweza kupata mafanikio. Kwa hiyo mimi niendelee kuwasihi, tuendelee kupendana, usifanye majungu, usifanye jambo mbaya kwa ajili ya mwenzako Unapofanya jambo baya kwa ajili ya mwenzako, siseme, sisemi yanafanyika. Nawasihi, ukifanya jambo baya, ukafanya jambo ambalo linaenda kumuumiza mwenzako, jua unaenda kujiumiza mwenyewe, ujipige risasi mwenyewe. Sisi wote ni wamoja, ni wamoja kwa maana ya wizara, ni wamoja kwa maana ya serikali, ni wamoja ambao wote tunamsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwao naombeni sana, dumisheni ushirikiano, tudumishe umoja, tudumishe upendo wetu ndani ya taasisi ndani ya wizara kwa ujumla, ili tuweze kuonja mafanikio ambayo kama serikali wanatamani kuyapata kupitia wizara ya madini, ani mafanikio ambayo tumeyafanya katika mwaka 24 25. Sasa tunaenda kuanza mwaka mpya 25 26, ni makusanyo, tumeongezewa lengo kwa wale ambao wataenda kusimamia makusanyo kukusanya trilioni moja ambao tumeweza kuifikisha kwa asilimia mia moja na tatu nadhani mpaka sasa hivi tumeongezewa lengo kwenda kukusanya trilioni moja pointi mbili ni mlima mkubwa kama nilivyosema awali kwamba hatuna mradi mpya ambao unaingia katikati kuweza kuongeza makusanyo kumbukeni kwenye hotuba za mheshimiwa rais ya ndani ili tuweze kujitegemea. Mheshimiwa Rais anaposema tuongeze makusanyo ya ndani ili tuweze kujitegemea, anamaanisha kwamba Wizara ya Madini tuongeze nguvu ili tuweze kukusanya zaidi ili kusudi bajeti ya serikali tuweze kuigharamia kwa asilimia kubwa kupitia makusanyo ya ndani. Kwa hiyo niwaombe, pamoja na maelekezo anayotoa Mheshimiwa Rais, sisi kama wasimamizi wa wizara, sisi kama watumishi wa wizara twende tukaongeze nguvu pamoja na lengo la 1.2 trilioni tuongeze nguvu ili tuweze kupata zaidi ya hiyo ili tuweze kuchangia katika makusanyo ya serikali na tuweze kuongeza uwezo wa ndani wa kuweza kutegemea. Unapoweza ku support bajeti yako kwa asilimia kubwa, basi unaweza kufanya mambo yako kwa kujipangia vizuri zaidi na kuweza kuyatekeleza kwa asilimia nzuri zaidi. Kwa hiyo kwa hilo lengo ambalo tumewekewa tamani sana na naamini kwa ushirikiano ambao tunaendelea nao, tutaweza kulifikia na kuweza kulipita, ili kabla serikali iweze kujaa vizuri na tuweze kusaidia maeneo yale ya ambayo ya yanahitaji huduma kwa ajili ya jamii yetu na taifa letu kwa ujumla. Eneo la pili ambalo pia nilitaka nisisitize ni kwamba tunafahamu inawezekana kutendea kazi bajeti, pamoja na, na watumishi tuliopo ni wachache kulinganisha na kazi ambazo tunazifanya. Niwaombe sana sana sana, tulio kwenye taasisi na tulioko wizarani, tuwape tuwape moyo, tuatie nguvu viongozi wetu wanaotusimamia sisi. Wote ni wamoja, viongozi wote wanateuliwa na mamlaka mamlaka ambayo inateua viongozi walioko wizarani pamoja na viongozi walio kwenye uh, taasisi wanateuliwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amewaamini, kwa hiyo sisi hatuna budi kuwatii, lakini kuweza kushirikiana nao kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia malengo ambayo yamewekwa kwayo. Niwaombe sana, twendeni kwenye mwaka wa fedha ambao unaanza Julai na hari pamoja na nguvu ili kusudi yale malengo ambayo tumeweka ya kikazi sasa kuweza kufanya kwenye mwaka 2025 26 tuweze kuyatekeleza kwa nguvu sana, ili tuweze kufikia malengo yetu. Na waahidi kitu kimoja kwenye mwaka huu ambao umekwisha, mimi binafsi bado ni mgeni sana kwenye ukatibu mkuu. Niliteuliwa tarehe tatu Julai mwaka jana tarehe tatu Julai mwaka huu natimiza mwaka mmoja. Nilikuwa pia bado nasoma, lakini kwenye mwaka tunaoanza nitatembelea taasisi moja baada ya nyingine. Kwenye mwaka huu ambao nimekuwa nimekaa kwa mwaka mmoja wa uteuzi, kwa asilimia kubwa najua matatizo ya taasisi kila moja katika nyinyi ya madini nilikuwepo, najua na changamoto zao na matatizo yao. Samiko najua changamoto zenu. GST najua changamoto zenu. GST najua changamoto zenu. GST, najua changamoto zenu. GST, najua changamoto zenu. TGC najua changamoto zenu, na wengine, najua changamoto zenu. Haidi, na wengine najua changamoto zenu, wote nakuja na, nitawasikiliza na zote tutatafutia solution, na tutakaa kwenye utaratibu, na wote tutatekeleza. Msikate tamaa, tufanyeni kazi kwa bidii, yale malengo ambayo tumepewa tuweze kuyatimiza. Nisiongee sana, cha mwisho ambacho za kusema ni kwamba uh, Oktoba kwa na uchaguzi, wote tulioko hapa naamini asilimia kubwa tumejiandikisha, na wote tunaombwa kupiga kura. Uwezi kuwa watumishi wa serikali kama hatuendi kupiga kura. Uwezi kuwa tunatumia hela za watumishi wa umma kama sisi wenyewe hatuendi kuchagua viongozi. kwa oni waombe mimi na imani yangu, kwa sababu tulisisitizana, wote tumejiandikisha na wote tuna vitambulisho vya kupigia kura. ikifika Oktoba, kila mmoja akatekeleze jukumu lake la kikatiba, kila mmoja akapige kura kwa viongozi wetu ambao wataweza kutuvusha kufika 2030 kwa amani na maendeleo ya nchi yetu. Kwa wale walioko Mtumba, Vichinjio, semnavyo, kwa wale walioko maeneo mengine, wote mnajua, wote tuna akili, tunataka kupigia viongozi gani? Pigia kiongozi ambaye ataimarisha imani, amani katika nchi hii, atadumisha ushirikiano atadumisha umoja wa kitaifa atatuletea maendeleo kwa taifa letu, pamoja na Watanzania wote. Mohab TV Dodoma.